55 Bongo Tanzania, karibu sana Metro Media TZ. Mimi naitwa TZ Don David Don aka Mr Newspaper. Sura hii unapoiona muda huu au wakati huu mbele ya kamera yako, basi ujue nina jambo eh, nina jambo bwana. Na leo bwana, nataka nimwage maua ya kutosha, nataka nimwage maua ya kutosha. Sasa hivi ukienda kwenye local channel zetu bwana, kuna kitu kinatamba vibaya ovyo moja kati ya tamthilia ambayo sasa hivi ni habari ya mjini, ambayo Watanzania wengi wanaifuatilia na hawataki kuikosa, na muda unapofika, basi unakuwa umejazana masebleni. Kama una tv, basi unaenda kwa jirani. Hiyo haina haina kutia aibu, haina kuogopa. Unaenda kumwambia jamani, nina shida moja kati tamsili ya tamthilia bora kabisa ya Kombolela. E bwana Abduli, ah, umeweza baba. Kama tunataka tumwone huyo ndo anaitwa boss, ndo huyo mwandaji wa Kombolela Abdul Tajiri. Mashabiki zako mashabiki zako, jamani, huyu ndo Tajiri huyu ndo na Mama Kimbo, alafu nini zana cha kijiji, umekuja Kombolela, ndo Tajiri Najivu, Mama Fatuma yuko nyuma pale wage, wage tunaitoa leo, umeweza ha, umeweza sana. Tamthilia ambayo kwa sasa hivi inapendwa vibaya ovyo na watu, wadau, wafuatiliaji hawataki kukikosa hata sekunde moja, na kuna muda mwingine watu wanatoa maoni kibao iongezewe time na vitu vingine kama hivyo. Kombolela hii inanikumbusha miaka ya nyuma kidogo, kulikuwa na kundi la uchekeshaji linaitwa The Comedy. Miaka hiyo ndio inaanza anza kina Masanja Mpoki, Joti wa Kuvanga, au sio? Bwana Mark Reagan, Kipara oya, ilikuwa mtu akikwama kwenye foleni yupo lazima achukue boda boda, yupo lazima atembee kwa mguu, haiwa The Comedy Tokea kipindi hicho, hiyo hali ikawa imepotea kabisa, yani yaani ikawa haipo bwana. Akaja kaibuka huyu mtaalamu anaitwa Abduli na bonge moja la jiwe linaitwa Kombolela baba. Unajua kwa nini Kombolela imependwa kiasi kikubwa? Inaakisi maisha halisi ya Mswahili, ya mtu hali ya chini, yani ile ni uswahilini tipiko baba, maisha tunayoishi uswahilini wenyewe tunayajua, ndo tunayaona pale. Unajua, maisha ya uswahilini waga hayaishi vituko, real life. Umeona, kila kitu kinachopatikana uswahilini, waga akiishi kila siku kinazaliwa kitu kipya. Umeona bwana? Kwahiyo jamaa kaibeba ile, kaibeba ile story kaiweka katika eh, eh, kichwa chake alafu kaakisi maisha ya watu wa uswahilini wanavyoishi, maisha ya watu wa hali ya chini wanavyoishi, ndo kachukua ile situation, kaikusanya kama ilivyo, kaiweka sehemu moja, kaitengezea skripti, kawapa watu walioweza kuicheza vibaya ovyo, kiasi cha kwamba tamthilia ile kuanzia story mpaka wachezaji wameua. Oya, wameua sana. Kila mtu alicheza kwenye karakta yake, mwanangu ameua. Hamna mnyonge babu, kila mtu anakanyaga sehemu yake, nani abutue? Eh, oh, oh, oh, Kombolela eh. Yuko wapi oh, yuko wapi a yes, saundi hiyo tu. Ukifika sebleni baba, unaanza kuwaruka watu miguu, kijiji kimejazana sebleni hapo baba eh, watoto wengine bado wajaoga na kuoga, uwezi kumwambia mtoto mda huu akaoge, mtagombana anakuekea sura ya kazi hata kama ndo dingilai. Yani anakuwekea sura ya kazi. Kombolela imetisha sana, bomu moja kati ya tamthilia kali sana wadau. Oya, wameua kinoma yani, yani, kiasi cha kwamba wachezaji waliocheza ile tamthilia, shout out sana to be star, wengi tulimfahamu hivyo, tulimjua tokea miaka hiyo ya Kaole. Oya, huyu mama sanaa ipo ndani yake. miaka hiyo ya Kaole kuna baadhi ya watoto wanaocheza wanooche, kwenye ile Kombolela hawakuwepo kipindi cha Kaole. Hapa kulikuwa na bista hapa, hapa kulikuwa kulikuwa na mwogo mchungu, kulikuwa na mchungu kibakuli, hapa kulikuwa na nyama yao hiyo familia mzee baba, yani hekaeka za yule bibi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Kombolela alizianza wayback zile sini za hekaeka mwadawa nye mnafa kama mwadawa kwenye Kombolela ya miguru koma we, hali huyo. Dada yani kaifanya Kombolela imekuwa eh, kubwa, kaifanya Kombolela imekusanya mashabiki wengi, kuanzia tamthilia yenyewe haji mashabiki wake binafsi. Alafu kuna siwa hapo wage wage, au mfahamu kama Amina, dada yake toka ntoke na Dula, makabila hatari humo, au mwite Mama Mashavu. Afu kuna mtu anatotukae hiyo yote, familia hiyo ya Mzee Nasoro Kikala, Baba Abduli alivyojua kucheza na akili za watu, kucheza na akili za Watanzania baba. Hiyo familia ya Mzee Nasoro Kikala ikiongozwa na jobless wa taifa, Kobisi, bonge la mtu Afu anafata, anafata, anafata Mwadawa Nyamiguru, familia hiyo baba. Anafata Siwa Wagewage, huyo huyo itaka kumloga mdogo wake majini e, yakageuka kuguukagala kashinda masharti yakamrudia, mda wote anakipandisha. Afu anakuja Chiku, anakuja Amadi iboni huyo Amadi Alafu tunakutana kwenye mjumba ule, mjumba wa dhahabu baba pale huo, e, mjumba asubuhi tu, asubuhi kilala ikaeka, ukiamka kimewaka, yani ye nyumba haipoi hiyo. Yote ipo ndani ya Kombolela mzee baba. Alafu jinsi jinsi ile connection walivok, wale watu, jinsi walivyokuwa na connection kiasi cha kwamba wameshajikuta kama familia, kiasi cha kwamba wanapokaa nyumbani yani, kuna mili yao, tunasema tuna shuti lini una mudi ya kushuti . Itoshe kusema kwamba Kombolela ni one of the best tamthilia ya kwa sasa hivi Tanzania, bora kabisa, kwa sababu imegusa karibia watanzania wote. Kinachonifurahisha, ile tamthilia inahusiana na, na mambo ya uswahilini sana, lakini kuna haji familia za kishua zinafuatilia baba Abduli. ah, umerogea wapi baba? Oh, bongo bongo, hata kama umeiba umekopi baba, kukopi na kuiba inaruhusiwa hii, mradi ufanye bora zaidi. Wewe umefanya bora zaidi. Ukubwa ukubwa wa tamthilia ya Kombolela umetengeneza fursa ndani yake, wasanii wametengenezewa fursa ndani yake. Juzi hapa kama mnafuatilia Kombolela vizuri, siwa wage wage ana bima ya afya hapa e. Kwenye tamaduni zetu, wazee wa zamani tumevishwa sana vile vitu, unajua, si ushirikina si uchawi, ni katika hali ya kuamini tu. Wazee wa zamani wametuaminisha kwamba katika hali ya kuamini tu kwamba ukifungwa ile kitu, basi kuna maana yale mazongezonge zonge, zonge e, watu wenye husda wenye robaya wachawi nani, wasikufikie ile bima afya. Ikee inaitwa e, e, mvuje. Basi si wakauchukua ule mvuje kutoka kwenye Kombolela, karuka nayo kama fursa, kaanda tamasha lake la usiku wa mvuje. Ona akili inatumika hapo, akili kubwa. Mimi kweli naigiza, lakini ndani ya maigizo kuna fursa ambayo naweza nikaitumia kama ipo, basi naruka nayo karuka nayo nimeleta impact watu kijiji, kapija mtu shazi, mashabiki wake kibao, liyani show ilikuwa, yaani show ilikuwa amazing. Kano. nde tatu sana watu walijaa, walipendeza. Wasanii wenzake walikuja karibia wote kumsapoti, nimewaona pale <sh central music> <sharp music> <sharp music> <sharp music> nimemwona uh, Cholo nimemwona Malikia Mweusi Madina, nimemwona Binti Msumi, nimemwona uh, uh, nani, nimemwona pale pale Tabu nimemwona, nimemwona yo. Wasanii walikuwa wengi sana, mzee wangu, wasanii walikuwa wengi, Kobis wengi walikuja kumsapoti, akiwemo bosi wao Abduli. nipo hapa kuambia kwamba kizuri always kisifie tu, amna haja kujibana bana ukisifia. Na kama unafanya taaluma hiyo hiyo, una nafasi ya kujifunza kawezaje. Sogea karibu, mcheki muulize, baba, umewezaje? Mbona imekuwa kali sana? Mbona imekuwa noma? hapo ndo unapata nafasi ya kufanikiwa na kufanya kitu kizuri zaidi, mzee wangu. Sasa hivi pita sehemu yoyote, sio watoto, sio wazee, sio vijana, ukitaja neno Kombolela tu watu wanaelewa unaongelea nini. Inapofika Ijumaa, mtu ana king'amuzi ekaeka ndani Mama amwelewi baba, pengine unaweza eh, eh, ukalaliwa ukala mzungu wa nne, baba usipewe hata huduma ya kijamii kisa Kombolela. Na haya tunasema tukiwa hai kabisa wazima, tusubiri bwana mpaka mng'oke ndo tuanze ku kusema maneno yetu ya, ya, ya, ya sifa sifa zilizokuwa na msingi Kombolela. One of the best, best, best. I bongobongo bongo. Tisha sana watu waliocheza tisha sana appreciate. Unajifunza vitu vingi sana kupitia ile tamse. Baba unaweza ukawa smart kwa dini. Mama unaweza uka smart ukazaa watoto bwana, mitihani ya Mwenyezi Mungu ndio kukutana na watoto kama wale, unawaona wa mzee Nasolokikala wale baba afu na mwanamke ndo, eh, anapaa hatari, yaani unapigwa huku na huku nyumba yako lakini panawaka moto. Mi kwangu Kombolela ni namba moja na sisi kama Metromedia TZ tutatafuta tuta, wasaa muda story tumune, boss, wa kupiga stori undo na Abduli. Kama tunataka tumwone huyo ndo anaitwa bos na huyo mwandaji wa Kombolela, tajiri Abduli na mashabiki zako, mashabiki zako jamani, huo ndo tajiri huo ndo na Mama Kimbo alafu nini zana cha kijiji, wala tupate historia yake ametokea wapi? Ye ni nani? ameanzia wapi mpaka kupata nafasi ya kutoa tamthili ya kali kama zile? Kila kitu tutajua, na nina imani tutakutana naye tu. Sisi ndo metro familia, sisi ndo Metro Media TZ mguu chaka tutobo, yaani tutamfikia tu. Kwahiyo uh, wewe, wewe, wewe cha kufanya kaa na sisi tufuatilie kupitia youtube chaneli yetu Metro Media TZ. Tutakupa kila kilicho bora kwa wakati na muda sahihi kabisa, au kwenye mitandao yetu ya kijamii youtube, ah, instagram, tiktok. Tupo huko, tutakutana, tutaongea, tutazungumza. Unamtaka, si tutamsogeza kwa wakati. Mi nimekuja hapa leo hii, nisiwe mchoyo wa nafsi, nisiwe mchoyo wa fadhila ni yaseme Kombolela baba, umetisha ah, umetisha baba. Haya mambo t tunayataka kipindi yani kitambo, hiko sio sinema zao za kututia kwenye magorofa ya vyoo su nini, sionaku kuasubuhi baga nini, mwanamke kalala na kalala na kope na wigi, maisha ya uongo tulichoka jamani, fake life tulichoka. Yani watu wanatufikishia ujumbe, lakini ujumbe wenyewe nao wa uongo. Uete vitu reality, maisha ya kweli, basi hapo wabongo unawashika vizuri tu bwana. Shout out sana tukombolela, na shout out to Abduli. Mi naitwa Dize Don Davidon, Mr Newspaper. Maskani ndo hapa, ukiniona tu nina jambo. Tukutane next time. You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.